Umemzimisha na mtu wako mupe, ametoka kinundu huyo. Ombea asitoke kinundu, akitoka kinundu unakuja kusema biashara imeisha. Kwa huyo nawambia, umepona wapi? Ndugu yangu anataka kuniua, basi sasa. <coughs> Mimi sina huruma na mtu, mimi sina udugu. Akija bosi na mwambia, umeipiga biashara yake. Na hiyo alivyokuwa mweupe, biashara ishakuwa ngumu yule. Lazima atatoka kinondo hapa. ah, atatoka kinondo tu. Sasa kisofa, ulitegemea mimi nifanyeje? Yule kanikaba hapo, utafikiri yule Ibrahim Baka. Sasa mimi nimfanyeje? ange ni uwe mimi nimeshamaliza kama ange. Kwani nilikwambiaje pale? Mtu kaongea, si umemsikia? Lakini wewe sasa unajifanya mbishi, wewe sasa unajifanya uelewi. Ndo nakwambia sasa mimi sina huruma na kitu kama hicho. Wewe nilikwambiaje pale ha? Wewe sasa unajifanya mbishi, sasa unajifanya uelewi. Wewe ujaliona, unajua mimi nishaliona, lakini wewe unajifanya jeuri jeuri. Sasa akija kama kawaida, nasema na bila hata kuniuliza, nikimwona tu bosi mwenyewe Mzee, bado nahitaji msaada wako. Naomba unisaidie. Nataka kujua mengi sana. Maana kijiji chetu kimebadilika. Sijamuona mtu yoyote. Eh? Niliwaona watu wa mpaka majivu usoni mara mengi hapo lini? Wewe naye nakuona kuona umeshika basikeli yako. Wewe nani? Na kuna nini kijijini kwetu Mkongo hapa? Kuna nini? Eh? Mzee. Baba. Uliniambia nikifika kwako. Naamini hapa ndo kwako mzee. Hey, hey. Mzee, mzee, tafadhali mzee. Niko chini miguu yako baba. Mzee, anajiona nani? Yeah. Mwanangu, nimekuita huku pembeni ni kwa nia njema tu. Hiyo safari mimi nakubaliana nayo, kama nilivyokuambia mwanzo, lakini mimi ni mtu mzima na safari ni hatua. Najua ninapotoka sio ninapokwenda. Kwa hiyo nilikopo, naomba ruhusa yako niende nyumbani nikajaribu kuchukua hata viakiba kama viunga kama vinguo ili tunapoelekea huko nipate hata jinsi ya kujistiri. Sawa, lakini kumbuka huko unakotaka kwenda nilishakwambia ni hatari katika maisha yako. Naelewa, lakini sina jinsi. Hata kwa kunisindikiza, nisindikize mwanangu, ili mradi tu niende mara moja nyumbani. Nisubiri hapa hapa dawa kila utakapopiga hatua ya kuelekea nyumbani kwako hakikisha unanyunyuzia mpaka utakapofika. Inasaidia watu wabaya wasijue harufu ya yako, sawa mwanangu? Nitafanya, mtafanya hivyo unavyonielekeza. Na ufanye haraka, ndani ya dakika thelathini wewe ushafika hapa, haina shida. Nashukuru sana binti yangu, na kuahidi sitochelewa.

Karibu. Asante sana. Bila shaka unataka kujua kilichokumba kijiji chetu. Ni kweli, kwa sababu nimetoka Mlingotini, japokuwa nimezaliwa hapa. Nimefika hapa leo hii, lakini cha ajabu, humo njiani tulipopita tukupishana na mtu yoyote mpaka nafika pale nyumbani. Badala ya kufika pale nyumbani tukakuta, kuko kimya na tukakutana na kitoto kimoja hivi kipaka paka majivu. Mara ghafla tunakuta ni baba fulani hivi si mtu akibeba mikaa sijui jeusi chafu, akamwita yule mtoto kwa mkono wake kwa ishara, tukasema we kuja, yule mtoto akamfuata yule jamaa, wakaingia polini. Nimeingia ndani, cha ajabu nakuta matukio yale ya nje ambayo eh, niliyaona pale nyumbani kwetu yote yameshapigwa picha, mara muda wote yashawekwa kwenye ukuta wetu pale ndani, ikanichanganya. ndipo nikachukua maamuzi sasa nitoke nje, na kukuta wewe uko pale na baskeli yako na kuongelesha mwenzangu, mko kama bubu, ndio mwanzo wa kukukimbiza mpaka kufika hapa kwako. Nahitaji msaada, nahitaji kujua kuna shida gani katika kijiji chetu cha Mkongo. Kuna nini kimetokea? Maana kata kipata pale sijamuona, isi aka kigosela sijamuona, isi aka selemani sijamuona, yani sijaona mtu wote pale sokoni soko jii soko, sijaelewa vitu vimeisha sokoni au vipi? Kijiji chetu kimekumbwa na laana, laana tena na laana. Hiyo imesababishwa na marehemu baba yako. Ili laana hiyo iweze kutoka, kinatakiwa kipatikane kitabu cheusi. Mimi na mama yako tulishirikiana kwa kukitafuta kwa muda mrefu hicho kitabu mpaka pale mjomba wako Doto alipomteka mama yako. Sawa, kama hiyo laana kasababisha baba yangu, tunafanyaje ili kuweza kuwasaidia wanakijiji wasiokuwa na hatia? Manake baba yangu mimi alikuwa ajifanya andika andika vitabu kila wakati. Mara andika michoro kama mikatuni, kuna wengine kama mikono yao imekaa hivi, wengine wamekaa wameka kwa hivi. Alikuwa ananiambia anajifunza kuchora majini. Inawezekana michoro michoro ikampeleka katika akili ya kijinga. Sikiliza. Sikiliza. Na kuona unajifanya mwamba sana, sana. Sikilize, umemwaga unga ulimopita mwote. Hebu nikuulize kitu, we unazani dawa yako ulipomwaga mwote mpaka unafika hapa, hakuna pacha hata moja ulioacha? Umezipita pacha ngapi ujamwaga dawa? Labda nikwambie kitu tu, haiwezekani kukosa kushindikana hapa. Hata kama utamwaga dunia nzima, nitafika tu. Sasa ngoja nikwambie kitu, huo huruma wako unakuponza. Sisi tuliingia makubaliano kwenye kafala ya mwanao unsulike wewe, mizali umeamua wewe mwenyewe, tutakuchukua wewe, zamu ya mwanao utaenda kutumikia wewe, na mwanao atakufuata. Sawa, tunawasaidiaje? Japokuwa mimi nimekuja huku kwa ajili ya kumsaidia mama yangu, hiyo taarifa unayoniambia lazima nisaidie kwanza wanakijiji kisha nichukue kaniki nilioagizwa na kwenda kusaidia huko nilipotoka. Mimi na marehemu baba yako tulikuwa marafiki wakubwa sana, na hata kabla hajakipiga laana hichi kijiji alianza kunishauri, na yeye ndio aliyenishauri nije kujenga huku ili laana isinifike. Sasa basi, lazima tukipate kitabu cheusi ili laana iondoke. Iko kitabu kinapatikana wapi? Kipo nyumbani kwenu. Ukishakileta hapa, kuna maandishi nitayasoma, na baada ya kuyasoma laana yote inapotea, na hicho kitabu, baada ya hapo tunakichoma moto. Nimekuelewa. Uh, mimi nilikuwa naomba sasa hivi niende nikakitafute kwa kitabu, maana mule ndani kuna vitabu vingi sana. Na hatutaishia hapo, na mwanangu mimi mtakutana kule kule siku nyingine, ili kukukuonyesha kwamba sitani ze sifanye masiaa skuonyeshe mimi nani mimi ndo ndiomtaude uwezo wa kufanya yote mbua nilianza kuliona jua mimi, alafu ndio yeye, sishindwe kitu. Wote mutakuwa sehemu moja, mutaonana huko. Uwezo wote nilimpa mimi, nitashindwa nini? Nitashindwa nini? kama niliweza kumfanya awe vile, sitashindwa. Shamba langu mwenyewe, mifugo yangu, rasilimali yangu, nitashindwa kutumia? Ilikuwa vitendo ngoja nikuonyeshe mimi nani, sio wa mchezo. Kama nilivyokuambia mzee alikuwa anaandika sana, na kutokana na, na wewe ulikuwa unakuja, kuja pale nyumbani, ndio maana nikaweza kukukimbilia huku na nikaamini msaada ni wewe, na kweli umenisaidia kidogo, umenifumbua macho. Acha mimi niende haraka sana, ili nihakikishe kwamba niweze kusaidia wanakijiji kisha nitoke nikamsaidie mama yangu, maanake mama yangu yupo kwa huyo mjomba Doto naye mzungumzia, na huko kwa mjomba Doto sio poa. Kwa mjomba Doto kuna watu wanashona nguo huko, amevaa sanda, wenyewe amevaa sanda, kwa anashona nguo, boda boda huko yuko kavaa sanda, yani huko sije kijiji gani, kile kijiji cha wafu, unajua nasema? Kwa hiyo naomba nika nikachukue kwa kitabu haraka sana alafu uje kukisoma wewe, kwa sababu unajua kukisoma, ukichome moto tuweze kusaidia wanakijiji, alafu niweze kuelekea huko nilipotoka. Sawa mheshimiwa. Haya basi, asante sana. Japokuwa tu kwa hapa kwenye kiuno kuna kitu kimechating, nimekimbia sana mzee. Mbona kama mnaonekana mna matatizo? Ni kweli kaka, tuna matatizo. Tatizo lipo kwa mpwa wako huyu. Mpwa wako aliolewa, sasa huyo mume ambaye amemuoa ndo mwenye matatizo. Baada ya kumdadisi sana kwamba anafanya kazi gani, ndipo alipoamua kumweka wazi mkewe kwamba yeye ni mfu, alishawahi kufa miaka sita ya nyuma, na kazi yake ni kubeba maiti. Binti yangu huyo ya akaja kunielezea Nilipatwa na hofu sana, nikamwambia hakuna haja ya kwenda tena huko. Ni kweli, huyu alibaki nyumbani, mume wake akawa anakuja pale nyumbani kuweka vitisho, kwamba nitawaua kwa mikono yangu. Ndipo nipomwambia mwanangu, haina haja ya kukaa hapa, twende kwa mjomba wako, ndio jio wetu. Kaka tustiri, kakaangu, tuna matatizo mno, ndio mjomba, tusaidie. Ushaligundua kosa lako huyu, kwa mm, nani kwani? Maana muda ule nimemwona ule mtoto kapaka majivu, na huyu mzee katokea pale kwenye mti ghafla, kambeba huyu mtoto na kumpeleka sijui kule polini. Tunaenda kumfanya nini mtoto wa watu? Bado binti yule alikuwa amevaa kanga tu, sasa hizi ameshika kitabu. Ngoja nitamwonyesha ukenge Eh, yeah, hautaki kumwogopa mtu kama huyu mpuuzi. Wewe ni nani na kwa nini unatoka ndani kwangu? Umenionaje na usiku? Umelogwa wewe. Usiku? Mchana kweupe jua kali unasema usiku. Umepaka paka, paka majivu majivu. Unajua nilipokuwa nimekuja wakati ule nimekuona pale. Ukakichukua kikitoto kaondoka nacho polini. Sasa hizo unatoka ndani kwetu umeshika kitabu. Wewe nani? Mimi ni rafiki mkubwa babako. Wakati unamwozesha binti yako hukunipa taarifa ya aina yoyote ile, na ukuona umuhimu wangu wala thamani yangu, na kwa sababu tu mimi sina kitu, ila hali ngemba, ndio nimemwona mwenye pesa mwenye thamani ya kupewa taarifa zote. Sasa naomba niwaambie tu. Sina msaada katika hilo, na naomba muondoke katika mji wangu. Usifanye hivyo kaka. Mjomba, mjomba tusamee. Umejifunza nini mwanangu? Hapa nilichojifunza mama, kuwa hakuna ndugu asiye na thamani. Ila pale unapopata matatizo ndipo unatambua thamani ya ndugu yako. Vizuri sana binti yangu, sasa haina haja ya kuondoka, tutabaki hapa hapa kwa mjomba wako, huyu ni kakangu kabisa. Sawa mama. Hmm. Sasa kama rafiki mkubwa babaangu Ndo una mamlaka kuingia ndani kwetu na kuchukua kitabu, si ndio? Kwa hiyo hata kama mama yangu angekuepo huko na babangu amefariki, ungekuwa na mamlaka na mamaangu, sio? Aya, leta kitabu hiko, leta kitabu! Heshima ya wapi umsukuru wa baba nini? Heshima ya wapi? kitabu na kuomba, nakuomba unanitupia chini? Yule anayeya yeah, yeah, anaingia polisi. au ndo jitu msitu hili, na bila shaka suna yake ukaipatia, kaipatia Temeke hospitali sio? Polini angepata suna kwenye madafu huyo. Akaa Polini, mzee Mpogo anampa madafu, angekuwa na heshima. Unanitupia kitabu, lakini mm, nimejikaza tu, anatisha let's go. kaka. Ndio utaki kabisa kutusaidia? Unatuacha tu kweli, kakaangu. Tusaidie kaka ili niweze kuwasaidia mpaka asira za moyo wangu zitakapowisha, na hata kama zitakwisha nitafikiria jinsi ya kuweza kuwasaidia kwa kuwa damu ni nzito kuliko maji. Karibuni.